Ku update kifaa chako cha mawasiliano. Ulinde <tipa> na udukuzi. Usifungue link usizozijua. Tuyadhibiti matumizi ya kimtandao Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inasema ni rahisi sana kuwa salama mtandaoni. Jilinde dhidi ya udukuzi kwa kutofungua linki usizozijua, dhibiti matumizi ya mtandao yasiyofaa kwa watoto. Ni rahisi sana kumtambua tapeli, kama haja kupigia na nambari mia moja, jua ni tapeli. Ni rahisi sana kuripoti utapeli kwa kutuma namba ya tapeli kwenda 15040. Ni rahisi sana kuhakiki laini zako za simu kwa kubofya nyota moja na sita alama ya reli.